Haya mambo unayosikia na nakutia moyo haki za binadamu human rights, Human Rights Watch. Hakuna atakaye angalia haki ya binadamu, wakati wa vita vya ulimwengu mzima haita kuwepo Human Right Watch, haitakwepo hakuna atakaye angalia haki yako wakati na watoto wake wamechukuliwa mateka. Yani huyo huyo mtazama haki, na yeye mke wake amepotea, ataangalia haki ya nani? Baba yake ajulikani aliko, wajukuu zake ofisi imebomolewa huku makombora na kila mtu anakimbia kuiponya nafsi yake. Ndipo Yesu amesema aliye mlimani asishuke, kwa maana ni sauli. Mungu unatikiswa kama unanielewa sema amen. Amen. Amen. Sikiliza, tunatembea tunabisha tunaongea, lakini hata hapa hapa hata hapa hapa ukisikia makombora yanapita huko juu, hakuna atakayetoka kanisani. Uongo kweli? Hata ukisikia risasi, tuaponyeze nalimdima sawezi tu wamevamia mtaani zina lindi ma alafu, nikwambie sasa, wapendwa, tutamaliza ibada kila mtu aende nyumbani, utatoka humu ndani <coughs> kwa hiyo, kuna mambo tuna uhuru kwa sababu tunaona ni shwari. Sema ni shwari. Kuna mtu ana muda wa kumtukana Mungu kwa sababu anaona ni amani. Kama kuna jambo baya duniani linalofanya watu watende dhambi sana, ni amani kwa sababu mtu akiwa na matatizo anasikia makombora mabomu, anapigwa huko, unatafuta pumzi. Hii pumzi unavuta, unaamani, unavuta hewa, una amani. Mabomu yakichafuka huko angani, unavuta hewa <laughs> unatamani uipate hewa, utamwambia tu Yesu, Baba nitetee, wewe ni hewa yangu leo. Hiyo hewa leo kimwambia, akimwambia mtu omba, sema Yesu ni hewa yangu, huwezi kusema, sababu unayo hewa yako hapo, unapumua ila ile, ile saa kwenye mtum kwa gesi ya oksijeni, mishipa imefeli. Ukimwambia mtu anayepumua kwa shida, sema Yesu, nipe hewa, sema Yesu, nipe hewa, Yesu, nipe hewa, sababu unajua anaye. Haleluya, haleluya, nakwambia kuna saa mtu akiishiwa damu na maji, alafu madaktari wanatabika wanaweka, wanachoma zile sindano ili drip ingie, alafu mishipa ina swell, damu inashindwa kwenda, maji yanashindwa kwenda, wanasema mishipa haionekani, mishipa yake yote imeziba. Ukimwita mtu kuomba, utamwambia utamwelekeza, mtumishi wa Mungu, omba mishipa ifunguke, uongo kweli? Lakini leo ukimwambia mtu aliye na afya nafungua mishipa yako kwa jina la Yesu, anasema anaifungua hadi wakati iko wazi neno natakia uwe ndani yako, ndio maana Mungu anasema neno lake na likae kwa wingi ndani yako, ile saa ya tabu inapofika, uweze kutumia nguvu iliyo ndani yako kumwambia, Baba nipe uhai tena, nipe nguvu tena. Unajua, Wayahudi wakujua wakati wanamuua Yesu. Sema amina, sema amina. Wakati wanampiga Yesu hawakujua ndani yake ndipo ulimo uzima. Unapiga ili uwe, lakini huyu unayempiga anasema huyo huyo alikuwako kwa Mungu, huyu alikuwa nuru na ya ulimwengu, na ndani yake yeye ndimo ulimo uzima na nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo hata kama shetani angepanda giza ile saa sita mpaka saa tisa ndani ya Yesu kulikuwa na nuru, alikuwa anaweza kuona mambo, alikuwa anaweza kuona hatima. Shetani alipanda giza ili Yesu asione watu, ili Yesu asihurumie watu, lakini yeye ni nuru ya ulimwengu. Ye, ye ndani yake kuna uzima. Ndio maana walipiga, wakapiga, waka wakazika kwenye kaburi la mawe, lakini ile nguvu ya uhai iliyokuwa ndani ya mwili wake iliporejea tena, kwa maana yeye ndiye ufufuo. Ukimuua anafufuka, yeye ndiye uzima. Ukimuua anakuwa hai tena, anasema ameishi ndani yetu. Kwa sababu hiyo Biblia inatuambia wazi, na imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama